Kiona Mkristo yoyote anasema Mungu ambaye anaabudiwa na Waislamu ni wa kweli, jua ni Mkristo aliyechanganyikiwa. Na hatusemi Mungu wa Waislamu si Mungu wa kweli kwa ajili ya kumuonea. Tunasema Mungu wa Waislamu sio wa, wa kweli, kwa sababu tuko na hoja na huyu Mungu wa Waislamu ana kitabu kinaitwa Qur'ani, na ako na mtume wake anaitwa Muhammad ambaye mtume wake huyu Muhammad ana maneno ambaye aliabiwa na Mwenyezi Mungu wake, na hajaandika wa, haja kwenye Qurani, ameandika kwenye hadithi zingine ambazo haziko ndani ya Qurani. Na kwa hivyo tutaweza kutumia hiyo hiyo Qurani pamoja na hadithi zake, maana kile Muhammad anasema ndicho cha Mungu wake. Kwa hivyo ukasema ni ya Muhammad, hiyo si ya Mungu wake kwa hivyo huyu Mungu wa Waislamu ndiye Mungu wa Muhamadi. Kitu ya kwanza nataka niweze kuangalia sifa, na mtu yeyote aliye na akili zake timamu lazima ajue ya kwamba sifa za Mungu wa kweli lazima awe muubaji, na ninaposoma kwenye Qur'ani kuanzia Suratul Fatiha mpaka Suratul Nas, hakuna mahali Mungu wa Waislamu anaongea, hakuna kili ambaye anafanya anasema, aliambia mtu mmoja malaika kwa hivyo yeye mwenyewe hasemi anatumana. Kwa hivyo hata Waislamu sauti ya Mungu wao hawajawahi kusikia wala hawajui. Ni vile wanamsingizia ati anaongea Kiarabu. Lakini ni kumsingizia hawana habari. Kwa hivyo kitu ambaye nataka niweze kuangalia ni hoja tena hoja za msingi ndani ya hiyo hiyo Qur'ani. Kitu ya kwanza hebu nisaidie Qur'ani tisaini na mbili kuanzia moja hadi tatu. Hiyo ni hoja ya kwanza ya kwamba yeye mwenyewe hata kama anatumana anatumana akiwa anakusudia Mungu mwingine, hakusudii mimi mwenyewe, bali anakusudia Mungu mwingine. Maana hasemi ya kwamba ukienda uambie mimi ni Mungu wa kweli. Hapana, anasema ukienda uambie yeye. Yeah, yeah. Unaona, hebu eh, soma maandiko hilo, inasema hivi ndiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Na hapa kwa usiku ufunikapo ufuni kila kitu. Haya ni maneno ya Mungu wao, anasema, anaapa kwa kila kitu na kwa mchana uangazapo. Na kwa mchana uangazapo. Na kwa aliyeumba kwanza, hapo ndio kwenye pointi. Anaapa kwa aliyeumba kiume na kike. Kwa hivyo pointi yangu kwamba Ala anaapa kwa aliyeumba, kwa hivyo yeye hajaumba, na kama hajaumba basi pia yeye ameumbwa, na kama ameumbwa lazima awe na sifa za kiumbe. Kwanza kiumbe kinahitajika kunusuliwa, mpaka Ala anasema mtakaponinusuru na mimi nitawanusuru. Hawezi kuanzia kunusuru watu, anataka anusuriwe ndio yeye aweze kunusuru watu 477 47 saba saba Qurani, na ikiwezekana tafsiri ya Ali Barwani. Aa, ya wa ya, Farisi ya, ya, ya na ni kwamba Allah nasema ya kwamba mkininusuru nisu, mimi na mimi nitawanusuru kwa hivyo Allah anataka anusuliwe nusura, hmm. anataka nusura Mungu wa Waislamu. Kama anataka nusula, Mungu waislamu wa Atakuwaje Mungu wa kweli wakati anataka nusura? Hebu soma hiyo. Inasema hivi. Ndiyo. Enyi mliyoamini. Enyi mliyoamini. Mkimnusuru Mwenyezi Mungu. Mkinusuru, hiyo ni Qur'ani sio mimi. Labda niletewe Qur'ani nyingine itakaye pinga hii. Kwanza tuulizane sasa ni nani ya kweli? Maana hiyo Qur'ani inasema mkinusuru mkimfanyaje? Mkinusuru Mwenyezi Mungu. Mkinusuru Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni. Kwa hivyo Allah anasema anataka anusuliwe. Kwa hivyo anataka nusura. Sasa mtu ambaye anataka nusura ni kiumbe ama ni mumbaji? jawabu ni kwamba ule ni kiumbe. Kwa hivyo Mungu wa Waislamu leo atajulikana hadharani dunia mzima, huyu Mungu wa Waislamu ni kiumbe, maana anataka nusura. Na pili anasema haki haki haki ya ya ya Mungu Mungu Mungu, sasa anasema anasema na Mungu, kama unabisha soma Kurani kumi na sita sitini na tatu. Kama nasema haki ya Mungu, sasa, kama anasema haki ya Mungu. Anasemaje haki ya Mungu na yeye ndiye Mungu? Hebu soma hiyo. Inasema hivi. Ndiyo. Wallahi. Una sababu jina wallahi ni lugha gani? Kiarabu. Maana yake Kiswahili. Kwa jina la Mungu. Kwa jina la nani? La Mungu. Kwa hivyo Allah anaja anaapa kwa jina la nani? La Mungu. Allah anasema wallahi haki ya Mungu. Eh? Wallahi. Sasa atasemaje wallahi ambapo yeye ndiye Mungu? Tena anasema: namshukuru Mungu. Huyo huyo anasema namshukuru Mungu, huyo huyo Allah. Anasema namshukuru Mungu kwa hadiko gani? 39:29 kitabu cha Qur'ani. Ni ya kwamba Allah anasema namshukuru Mungu. Sasa anamshukuru Mungu yupi wakati yeye ndiye Mungu? Hebu soma 36 ndio 29. Ndio. Inasema chap chap chap, basi ndio, hawakuwa hawakuangamiza kwao. 39:29 Qur'ani. Samahani. 39:29. Ndio. Inasema hivi katika 39:29 Qur'ani. Ndio. Mwenyezi Mungu anakupigieni mfano wa mtu mwenye mabwana wa shirika wanaogombana na, na mtu Ndiyo. mwingine aliyehusika na bwana umoja tu. Je, je, wako sawa katika hali zao? Twende. Alhamdulillah. Ni nani huyu anasema alhamdulillah? Allah. Allah anasema alhamdulillah. Alhamdulillah maana yake Sifa zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye Allah anatoa sifa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa muna. kama yeye Allah ndiye Mungu wa kweli, anatoa sifa kwa Mwenyezi Mungu mwingine ambaye kumbe yeye anajua ya kwamba yeye si Mungu wa kweli. Kwa hivyo lazima atakuwa kiumbe. Tena huyu Allah anachukua sadaka, anapelekea maiti. Hebu nichukulia kitabu hiki kinaitwa Ukweli Mwaminifu, ambaye ni hadithi sahihi kabisa ya huyo Allah na mtume wake. Hebu nisaidie kitabu kilicho hicho hadithi ya 435. Inasemaje?

Anasema hivi katika 435 hadithi yake, anasemaje? Eh, inasema hivi. Ndio. Toweni sadaka kwa maiti wenu, toweni sadaka kwa maiti wenu kwa hakika, kwa hakika. Mwenyezi Mungu huyo ambaye ni ala sasa na malaika wake, huyo ala pamoja na malaika zake wanazibeba hizo sadaka, ndio kuwapelekea hao maiti kube huyu ala ana wakati wa Uislamu anapotoa sadaka kwa maiti, si watu walio hai maiti. Uelewe kwanza hiyo, anwali anwali kwanza uelewe ya kwamba mnapotoa sadaka nyinyi za maiti, Allah anachukua hizo sadaka na anachukua wakiwa na malaika zake, wanapelekea maiti. Sasa ukuje uniambie huyu mungu gani wa kweli anayechukua sadaka anapelekea maiti? Hiyo hiyo ni ni kitabu kuja useme anganainai, anganainai, hiyo ni ukweli ya kwamba mungu huyu wenu yeye anachukua sadaka anapelekea maiti na kwa sababu, mimi nikimwangalia hiyo hali ya kuchukua sadaka kupelekea maiti